Hello ndugu zangu wadau wa ufugaji wa samaki, nilikuwa nakipokea maswali mengi ya kuhusiana aina ya mbegu tuliokuwa nayo aina ya kambale, lakini wengi wanadai kwamba kuna aina ngapi za samaki na wepi wanaoperform vizuri kwenye ukuaji. Sasa hakikisha unavyonunua mbegu unapata aina hii, awe ana combat yana na mabaka mabaka ya jeshi jeshi kwa maana hii ndio tunasema inakuwa ni mbegu nzuri ambayo inakuwa ina uwezo wa kuperform vizuri kwenye ukuaji. Kama tunavyoweza kuona, huyu ana miezi mitatu tangu kifaranga kidogo kama hiki, yani tangu kilipokuwa kifaranga kama hiki kidogo na mpaka sasa hii alipofikia hapa ana miezi mitatu. Hii ndio tuachunguze kwa makini tutaelewa kombati yetu tunayoizungumzia ni ipi. Kwa hiyo naanza kusema tuhamasike tufuge, lakini tuwe makini kwenye ununuzi wa mbegu. Lakini vile vile ukihitaji kujua mbegu hii kombati yake ipoje, ni vyema sana tutumie chombo cha aina hii. Sasa nawaonyesha mbegu ambayo sio kombati, unaona kama huyu, kwa maana huu kombati yake haijang'aa vizuri inaonekana kwa umbali umbali sana, kwa maana wakikutana na mbegu ya aina hii, kombati ya aina hii, huyu haperform vizuri kwenye ukuaji, kama huyu niliyowaonyesha humu wa kwanza koo. Nimependa kuonyesha utofauti kati ya hawa samaki wawili. <coughs> Tunaweza kuona hapa kuna mwingine ni combat iliyoiva vizuri, mwingine combat yake inaonekana kwa umbali sana kwao hata ukubwa wao unaweza ukaona, wote hapa wana miezi mitatu, lakini mwenzake amemtangulia na mwingine ni mdogo kidogo. Kwao maswali yenu nayajibu kwa vitendo zaidi, huwa sipendi kujibu maswali pasina vitendo, kwa maana mkiniuliza swali nalijibu kwa vitendo zaidi. Hawa ndiyo ni kombati ambayo tunaizungumzia ndio maana nimeonyesha tofauti hapo ya combat na sio kwa combat. Hiyo combat iliyong'aa vizuri ndio inayokuwa vizuri. Ukinunua mbegu, ukiona sio aina hii, jua wazi hapo haitaweza kuperform vizuri kama hii. Hawa wanakuwa jamii fulani kama weupe weupe, afu combat yao inaonekana kwa umbali. Wengine wanakuwa hawana combat kabisa. Na ukitaka ujue combat inaonekana, weka kwenye chombo cheupe kama hiki, au tafuta sufuria ya mpya, weka baada ya dakika kumi, kumi na tano utaelewa tofauti wao. Asante sana.